Awa baada ya kutoka kuniona na Mr. William akawa amerudi hapo ofisini kwa ajili ya kupaki vitu vyake vyote kufanya kazi na wewe. Na wewe. Inaonekana wewe sio mtu mzuri. Ulitaka unitumie kwenye mambo yako ili wewe uweze kupandishwa cheo wewe, wewe akawa anamjibu hivyo baada ya kupata ofa ya kazi kwa Mr. William. Asa, basi Amy akawa amebaki mwenyewe hapa, nafikiria itakuwaje, nitamwambia nini Boss Lorenzo? Akasema hapa nimekwisha. Shida kweli asi. Basi huku hapo akawa na mwelekeza kila kitu alichozungumza na Mr. William rafiki yake. Basi tunaona hapa ndio pili huko Boss Lorenzo yupo na Amy. Basi Amy akaona CV akakaa kimya, bora nimwambie kila kitu Mr. Lorenzo, makosa ambayo ndio anafanya. Basi akawa natubu pale makosa yake kwamba sio yeye aliyochora ile ramani, sio yeye aliyofanya kazi ile. Kwa hiyo anaomba sana sana Mr. Lorenzo aweze kumsamehe kwa makosa ambayo aliyofanya. Amuwie radhi kabisa kwa sababu sio yeye ambaye alifanya ile kazi. Kwa hiyo Mr. Lorenzo kama, kwa hiyo ulinidanganya, ulinidanganya kwa kazi ambayo ulikuwa ulikuja kuleta ni kazi ya mtu mwingine. Sio, na sio wewe. Akaomba msamaha sana pale Emmy. Basi Emy akaona siwe shida akajaribu kwenda kwa awa ili kumsi, aweze kurudi kazini kwa ajili ile project ipate kusonga mbele. Akawa anajaribu kumsi hapa na pale, lakini Emi basi tunaona Emi anarudi kwa Mr. Lorenzo ili aweze kumwadisia nini kilichojiri kule na awa. Basi akawa anamuuliza vipi, imekwaje? Ah boss Lorenzo, nimejaribu kuongea na awa, lakini amesema hatorudi kazini. Natambua hilo ni kosa langu, lakini naomba uniwe razi nisamee, nirudi kazini na mimi sitarudia tena makosa hayo. Basi Mr. Lorenzo akasema ulichokifanya sijapenda na sio sawa, mtu inatakiwa uwe mkweli, kama ilikuwa wewe ulifanya ile michoro itakiwa tu niambie ukweli kwamba sio wewe ulifanya michoro hiyo toka mwanzo. Na kwa sasa hivi sidhani tena kama utakuwa na kazi pale ofisini, na kazi yako imeisha pale ofisini. Basi akawa amepangisha kioo namna hiyo.